makubwa ambayo Wakenya wengi wanajiuliza. Taarifa yake uh, naibu inspector generali wa polisi ya kusema kwamba wanablogu hao walikuwa wamemtusi ipo wapi ile OB number? Ipo wapi atupe hiyo taarifa tujue kweli alikuwa ametusiwa, kwani ikiwa haipo basi walishikwa kimakosa na nje ya sheria. Taifa linashuhudia ghadhabu na kudai haki kufuatia kifo cha kusikitisha cha Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Kilichoanza kama kukamatwa kwa madai ya kuchapisha habari za uongo sasa kimegeuka kuwa kilio cha taifa, huku kukiwa na shutuma za mateso, kuficha ukweli na kupuuza waziwazi wazi haki za binadamu. Mwanahabari wetu Sharon Momanyi na habari kuhusu ghadhabu inayoongezeka ya umma na maswali yenye kutatanisha yanayozunguka saa za mwisho zake Ojwang. Hali ya hewa jijini Nairobi leo ilijaa hasira na simanzi, huku wakenya wakiingia barabarani, wakiungana kulaani kile ambacho wengi wanakitaja kama mauaji ya kiholela. Kifo cha ghafla cha Albert Ojwang, kijana aliyekamatwa Homa Bay na kusafirishwa zaidi ya kilomita 400 hadi Nairobi kimezua ghadhabu kubwa na miito ya uwajibikaji. Waandamanaji wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe wa Stop Killing Us na serikali ya wauaji, walidai kujiuzulu kwa naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Langat. Ujumbe wao ulikuwa wazi: kifo hiki hakitafichwa. so we are

What is happening? Wakati huo huo, wakielekea katika chumba cha kuhifadhi maiti cha jiji, kundi lingine la mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za kibinadamu walikusanyika, nyuso zao zikiwa zimejawa na wasiwasi, huku wanapatholojia wakiwemo wawakilishi kutoka serikalini, familia ya Ojwang na kitengo huru cha matibabu kisheria Imlu, wakianza uchunguzi muhimu wa maiti so that we really understand what happened to Albert uh, because some of us have been here for more than 24 hours since yesterday and we have gathered uh, a lot of information and we need to put uh, the information together what we have collected since yesterday until today and hopefully by the time the autopsy is conducted so that we we'll be able to give uh, a have a clear picture

Huku uchunguzi huru wa maiti ukiendelea na vikundi vya kiraia vikiapa kutafuta haki, taifa linatazama kwa hamu. Kifo cha Albert Ojwang kimekuwa kitovu cha mvutano, kikizua tena mazungumzo muhimu kuhusu uwajibikaji wa polisi, haki za binadamu na msingi wa haki nchini Kenya. Sharon Momanyi,